Nataka nikushuhudie juu ya nguvu ya maombi. Mwaka wa tisini nilikuenda kuhubiri kwenye mkutano mkubwa wa injili, mwaka wa tisini elfu moja mia tisa na tisini Nimehubiri miaka mingi jamani, sijaanzia hapa. Asa ule mwaka wa tisini nikawa nimeenda kuhubiri mahali fulani, na siku ya kwanza kukatokea kichaa ameliwa na funza ana ameliwa nafunza, hajawahi kuoga, ana zaidi ya miaka ishirini pengine. Akaja pale kwenye ule uwanja kila siku, siku ya kwanza ya mkutano, siku ya pili ya mkutano, mweyo wangu kaugua, atazunguka zunguka kwa majalalani, anafanya vituko. Nikawauliza wenyeji wa pale, huyu kichaa mnamjua? Akasema ee, hey, ni wa hapa. Akanambia mwinjilisti, Nilikuwa mwinjilisi wakati ule. Huyu jamaa ni wale wasomi wa kwanza waliosoma masomo ya sayansi, na unavyomwona hapa, huyu ni civil engineer. Amesoma, ni engineer msomi, na alikuwa ni engineer wa serikali, wale ambao Mwalimu Nyerere aliwapeleka wa kwanza kwenda kusoma engineer, mkubwa wa majengo, na alisoma Ulaya na amerudi hapa, aliporudi tu alifanya kazi kama miaka mitano. Ni mtu wa kwanza kuendesha gari kwenye hichi kijiji chetu, lakini baadaye akawa kichaa. A sense of purpose, ataka shambulio la kusudi la kuwepo nika, nikaugua sana usiku. Nikaenda nikaomba, nikamwombea, nikaambia naomba mnipe jina lake. Nikamwombea sana usiku. Kesho yake kwenye mkutano tukawa tuna maombi, ilikuwa tunafanya maombi ya kuhitimisha mkutano mkubwa wa injili, na alikuwa hakai pale, alikuwa mara nyingi anazurura mjini, na sisi tulikuwa tunafanya huo mkutano nje ya mji kijijini kwao, yani kwa maana nyingine. Kwa hiyo akaja kule kijijini na watu, akasema ana miaka mingi, hata tumeshangaa, tumemuona amekuja huku, huyu anakaaga mjini, lakini tumeshangaa kilichomleta huku nyumbani wakati wa mkutano. Ana miaka kama kumi hajawahi kuja hapa nyumbani, tukashangaa siku hiyo. Tukaenda kuhitimisha mkutano, sasa tumeingia kwenye maombi. Wakati tunaomba tumesimama kuvunja maroho ya kichawi, maapizo, manuizo, mahali popote ambako watu wameapizwa. Mimi nawaambieni, jamani, haya maombi hachane nayo. Mimi naamini maombi kuliko unavyofikiri. Unajua yule kichaa yule kichaa akapiga makelele tena kwa lugha ya kijijini kwao. Anasema, mbona mimi niko